Adamu wa kwanza na Eva katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu, andika mstari wa kwanza hadi wa tano. Sauti ya Mungu ilikuwa inasababisha wao wakae katika uwepo wa Mungu katika bustani ya Eden, si ndio? Waliporuhusu sauti nyingine tofauti na ya Mungu, ya nyoka, ya Shetani Ibilisi, iliwaondoa katika uwepo wa Mungu katika bustani ya Eden na ikawaleta karibu na uwepo wa nani? Kwa Shetani Ibilisi. Kwa hiyo Shetani akitaka kufanya uharibifu kwenye maisha ya mtu Mtu ambaye anaisikia sauti ya Mungu ni ngumu, hawezi kwa sababu, ubaya ukitaka kutokea, uharibifu ukitaka kutokea, ile sauti ya Mungu inayosema ndani yake itampa tahadhari, itampa alamu, hata ingia katika shimo. Ulimwengu wake wa roho, ataona kuna mtego, kuna shimo liko mbele, atauona uharibifu uliokusudiwa unaokuja mbele. Akazungumza Pastor Caleb akasema mfalme Sauli, kuna wakati Mungu alifunga sauti yake, alifunga vinywa vya manabii na yeye akuzungumza naye. Na kwa kuwa mwanadamu ameumbiwa kuongozwa na sauti fulani, aidha ya Mungu aliye hai au ya Shetani Ibilisi au akili yake mwenyewe, Sauli mfalme hakukaa kimya, akawaambia watendakazi wake, nitafuteni mtu ambaye akafanya uchawi, unajimu, ushirikina, hata uganga nisikie tu maki. Mwanadamu hawezi kuishi pasipokusikia. Kwa hiyo suala la kujiuliza, kama usikii kutoka kwa Mungu anayekuweka karibu na wewe, wewe unasikia kutoka kwa nani? Kwa shetani bilisi? Kusikia kutoka kwa shetani bilisi kunamweka mtu mbali na uwepo wa Mungu na kunamsogeza karibu mdomoni mwa Shetani. Kusikia kutoka katika hekima za kibinadamu akumfanyi mtu kuona uhalisia wa Mungu kwenye maisha yake. Wakorinto wa pili andika Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa tatu anasema lakini nachelea yaani, lakini nina hofu anasema lakini nachelea lugha ya kuchelea pale ni kuwa na hofu, lakini nina hofu, kama yule nyoka alivyomdanganya hawa au Eva, kwa hila yake asije akawaribu fikira zenu mkauacha unyoofu na usafi kwa Kristo. Paulo mtume anaandikia kanisa la Wakorintho, anaongea na mimi na wewe kwamba ana hofu ana mashaka kwamba kama vile Eva alivyodanganywa na yule nyoka, kwa kupofushwa fikra, mitazamo, kila walichokuwa nakijua kutokana na Mungu, wakapofushwa na udanganyifu, wakamgeukia Shetani Bilisi, wakatoka katika uwepo wa Mungu. Anasema kuweni makini na fikra na mitazamo yenu. Shetani akitaka kuleta uharibifu aidha kwa mtu mmoja mmoja, au katika familia au katika kundi, atahakikisha hamuisikii, hatuisikii sauti ya Mungu, tuko domani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu ya tatu, kuhusiana na sikio, ni sehemu ya kutegemea hekima ya kibinadamu inawaweka watu mbali na Mungu. Amesema amtegemee mwanadamu, amefanyaje? Amelaaniwa. Hekima ya kibinadamu ni sawa, kuna hekima ya kibinadamu na hekima ya kishetani kulingana na andiko la Yakobo, lakini kuna hekima itokayo juu, hekima ya Mungu. Hekima ya kibinadamu waga, inamweka mtu mbali na Mungu, watu wanaanza kumwona mtu, tumaini la watu linakuwa kwa watu au kwa mtu na sio kwa Mungu aliye hai tegemezi lako na tumaini lako lipo kwa nani ni kwa Mungu aliyo hai au kwa wanadamu Nisikize vizuri amesema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza andika Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa nne na watano anasema na neno langu Paulo mtume anasema na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za roho na za nguvu. Mstari wa tano anasema ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali imani yenu iwe katika nguvu za Mungu. Kuhubiri kwangu na kufundisha kwangu hakupasi kuwa na kunaongozwa na hekima kuna za kibinadamu, sio katika matakwa yangu mimi, sio kile mimi navyoona, bali ni kile ambacho neno la Kristo linavyosema, maarifa ya Mungu yanavyosema.